Hujambo, hii ni taarifa muhimu sana kwa watumiaji wa mifumo ya serikali iliyounganishwa na mfumo wa Ngao, hususani wale wanaotumia aplikesheni tumizi, yaani app kama njia ya kupokea uthibitisho. Je, unafahamu ya kwamba hautakiwi kufuta aplikesheni hiyo mara baada ya kujisajili? Huyu hapa ni afisa TEHAMA kutoka Mamlaka ya Serikali Mtandao eGA, Bwana Noeli Mwadende, yeye anatueleza kwa kina kuhusu hili. Niwakumbushe tu watumiaji wa Ngao kwamba Uh, matumizi ya ngao ni endelevu. Kama ni endelevu maana yake hata ngao application matumizi yake ni endelevu. Hivyo tu ningekukumbusha kwamba ukiwa umefanikiwa kufanya installation ya ngao application, umejisajili uh, baada ya uthibitisho awali, please usifute ile application. Kwa sababu ngao ni endelevu, matumizi ya ngao ni endelevu, hivyo na ile application ni endelevu hivyo tujitahidi tusizifute na tuzitunze kwa umakini. Sasa kwa mtumiaji, kama utakuwa na changamoto yoyote katika matumizi ya mfumo wa ngao, tafadhali wasiliana na afisa TEHAMA au admini wa mfumo wa ngao katika taasisi yako. Mimi ni mwana digitali Musa Magal Enok kutoka mamlaka serikali mtandao eGA. Karibu tuijenge serikali kidigiti.